Mnamo mwaka 1975 makinda wawili waliojulikana kama Bill Gates na Paul Allen walifanikiwa kugundua Microsoft na hata kuunda kampuni yao walioifanya kujulikana ulimwenguni kote kibiashara na hata kwenye utoaji wa huduma za software. Bill Gates aliamua kusitisha masomo yake pale Harvard University na hata kuendelea na biashara, jambo lililowafanya watu wengi wanaomfahamu kutaka kubisha, lakini yeye alikuwa imara na msimamo wake na hata kuendelea vile vile alivyoamua yeye. Hakuna mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingilia maamuzi yake, maana yeye alishaamua hivyo. Mimi naweza kusema alikuwa ni mtu mwenye maono makubwa sana, mbeleni angeendelea na masomo pale Harvard basi asingeweza kufikia alichokifikia leo hii. Bill Gates mwaka 1988 alipata kuwa tajiri mkubwa sana na kuwa na mafanikio makubwa sana katika biashara, na hata mwaka 1995 ripoti ya Forbes inamwandika Bill Gates kama tajiri namba moja duniani mpaka kufikia mwaka 2017, pale matatizo ya kifamilia yanapomkumba yeye na mke wake wana chana na hata kufuatia kugawana mali nusu kwa nusu, hivyo anashuka katika utajiri wake. Ningependa kumnukuu Bill Gates, katika maongezi yake mengi huwa anasema hivi, ni kweli sana: uthubutu, mikakati sahihi, mtazamo chanya na misingi imara ndiyo huleta mafanikio maishani. Binafsi nakubaliana naye kwa asilimia mia moja. Je, na wewe unakubaliana na maneno ya Bill Gates? Hilo nakuachia wewe uweze kujitafakari. Majina yangu ni Rodney Stewart kutoka hapa Jungle TV International. Basi usiache kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii uweze kupata habari, burudani na elimu. Asante.